Wankåmanya kwa machina naitwa chake nikimuto sasa tangu nilifika nilikuja hapa, nimeregwa kuja hapa, nimeteseka sana. Ilikuwa wakati alinioa, alinioana watoto waine mkubwa ni, ni msichana, wengine ni wafulana. Sasa wakati alinifikisa hapa, tulikaa maisha mazuri, tukakaa miaka kama saba hivi, tulikuwa tulikuwa vizuri. Wakati tulifika 2016 18 patirika kanza kanza kunipiga, metoka hapa nienda kwetu, ninaenda kwetu, nikaishi kwetu, anakuja aka nipembeleza. Sasa nikarudi, kila wakati alinipiga aliniumiza, nienda kwetu. Sasa ilifika mwaka wa 2023. Akanifika, akanipiga. Kanifukuza na watoto nikaenda kwetu, nikakaa huko. Akamsima kaacha mpaka huko kanipembeleza, kaniambia nimeacha mambo ya fita, wacha tu turuti tuisi kama samani. Sasa nikarudi tukakaa miezi mbili, tulikuwa na watoto wote, kafika mwezi wa, wa sita, akanza fita tena, akanza kunipiga. Huyu kijana yangu aliwawa, akakuja akamwambia wacha kupiga mama, karibu akachukua soka amupige huyu kijana, akasika hiyo soka, wakasikana na yeye, nikatoka nikatoroka saa Ahiyo, mtoto wangu naye akatoka ka, akaingia kwa nyumba akachukua kisu tena, akachukua inimisare na uh, mukuki inimi akaanza kutukimbiza. Kabla ya kutukimbiza, akasika huyo kijana akamupiga kisu kwa shingo kijana yangu akaanza kupiga nduru, nikakimbia nikapata ameamemweka chini sasa, na mimi nikamsika mu, nika ametoa na kisu nataka kumutunga, nikamsika nikaanza kupiga nduru, nikaita jirani yangu akakuja na watoto wake, akasika huyu bwana huyu mtoto akatoka kaa kakimbia sana. Mimi nikakimbia nikakimbia, nikampiga, nika nika kamubereka nika hospitali, u mtoto akatibiwa, nikarudi, nikamuweka kwa kwa... Nika kwa kwa nini itwa itwa nani, kwa chudi kama waka huko kafika asubuhi kafunga nyumba akaenda mali na kaenda kwenye mali, alikuwa na bibi mwingine, alikaa huko siku tano. Nafika huyo amefunga hiyo nyumba, mimi nikakaa kwa Judi, nikakaa siku tano na watoto wengine, tukakaa huko chini kakaa mpaka hiyo siku tano ikaisha, nikienda ku kuripoti kwa kwa mutureti tureje. Kaniambia, enda uone kama amefungua nyumba. Kakuja, nikampata amekuja, nafungua nyumba na kaa huko, ikasumama hapa inje, akaniita wewe, chakikuja nini ritendeka? Kamwambia mimi msijui. Sasa kaniambia aitaawa watoto wengine wingine, mukuje tuendelee na maisa tu. Kaita watoto kutoka huko chini, kakuja na watoto tukaendelea maisa, lakini huyo kijana alikaa huko chini. Sasa kila wakati hivyo tu, wakati alianza vita akaona niko na pesa alinipiga nachukua pesa naenda nafunga nyumba naenda, nilienda kwa ndugu zake, niliwaambia ndeli alifanya hisi na hisi waliniambia, sasa ndeli anatushinda, atuchu tuta tutamuweka rudi tu mutairawana inarudi rudi ikafika mwaka hii uliopita 2024 four likuwa mwezi wa kumi na moja, kakuja hapa. Wakati alitoka kenyenya kuja hapa, anaingia hapa wakati aliona mimi niko na pesa, alikuja alikuja alikuja hivi ananishtua, nachukua ile pesa. Hata mang'ombe zangu aliuza sote, hata nimekomboa mazamba nanikimbisa naenda nausa hiyo masamba nachukua pesa nabereka matobori nina weka ariusa nabereka sote. Sasa iyo irikua tare, tare kum, kumi mwezi wa kumi na moja arikuja, kanipata niko jikoni niko niripiga chakula, kaniambia we nafanya nini hapa? Nikamwambia nabiga nabigia nani. Mimi sikurangi chakula yako, mwambia wacha nipige watoto, kanipiga kani makofi hapo. Kaanza kupiga nduru sasa, kanipiga hapo, nikatoka hapo chikoni, kanisika nguo, nikararua ile nguo, nikamwache, nikakimbia, nikatokea nika hapo, kwa nini kwa jai, nikaenda nikapiga nduru watu warikuja sasa. so, wakati nirienda kwa mpaka kwa ndugu wake naitwa Sami, ikamweleza alikuwa na ndugu yakaritwa Makanyaga niko nyaboga rikwiko, nikawaambia akaniambia, Nika wewe lara la, alafu kesho tuone bira tutafanya. Nikaona niko na <coughs> damu tena, aliniumiza sana, nikaenda mpaka Kenyenya nika nikaripoti, nika walinipatia obi nikakuja. <coughs> Eh, wacha nimalisa alafu nikuelezea. Kila kitu aliniambia siku hiyo hiyo, siku alinikimbisa asubuhi sana, akanilusa panga get. Akani nikatokea ile geti, akanilusa panga, hiyo panga nikachukua nikaenda mpaka kwa chief, na hiyo panga nikaita chifu, akatoka nje, akaniambia ulikuja lini? Ulikujia nini? Uri kamwambia chief ndeli ame nikozea, wewe toka toka kwangu. Nikatoka na hiyo panga, nikakuta nikafika huko Etono nikaona, wacha nienda kwa omotureti, nigenda mpaka kwa Omenge na hiyo panga. Siku hiyo hiyo nikaeresa hiyo motureti, nikwa siku ya Jumamosi ikapata alichukua Bibilia naenda kanisa. Kaja na yeye, tukafika huko chini, kaniambia wacha nienda kanisa, nisiriki kwanza nikuje huko huko juu. Nikam akaniambia, enda nyumbani, nitakuja, nikamwambia siendi. Nikakuja nikakaa huko chini kwa sami. Kafika saa nane. Huyo menga alikuja, tukakaja na yeye mpaka hapa tukapata huyo msako kwa nyumba akamwita. Kaja mpaka huko hapa nje tukaongea na yeye akambia huyo mutureti ni uchungu iri nisika, nikarusa hiyo banga. Sa kakasema naja hiyo bibi sasa ilipoti ni, ni mara nyingi kwa nikonoopi yake ya nyingi sana kwa kuni kimbiza. Saa ilikuwa hiyo mwezi wa kumi na moja niriwarezea mahali iyo sida inatokea sana kaenda nikachukua obi kuja nayo askari wakaniandikia wakaniambia sasa, tuka, tukienda saa hii tutampata. Kamwambia mimi sijui, lakini sasa ingine alikuwa kuja mpaka hapa. Hizi ni manguo zangu alichomea hapa, vitu sangu sote, patsetipikati cha watoto kila kitu alichoma. Ingia kwa nyumba nikapata hakuna mahindi huko kila kitu alichukua TV, delight kila kitu alichukua, kwa kwa hii nyumba. Wakati tulikuja na askari, kumbe alikuwa huko kwa barabara, akiona askari akatoroka, akaenda kwa, kwa mahindi. Kuja na askari mpaka hapa, wakapiga picha, wakaenda. Mimi nikaona wacha nikae eh? Akuja anielezea ni nini mbaya. Nikakaa huko. Nikakaa, nikakaa. Akakuja akafungua hapo kwa nyumba. Akachukua sijui kitu alichukua kutoka kwa nyumba tena, nyumba tena alifunga hiyo nyumba. Akatoka akaniacha hapo nje. Sasa nikaona nitafanya nini? Nikarudi nikaruti huko chini kwa Sami. Nikakaa, nikakaa kifika Jumapili Akatuma mtoto enda aita mama. Akakuja mtoto akakuja mpaka huko jini akaniita, baba alikuita. Kakuja akaniambia, ninataka ukae hizi nyumba mbili hii ukae. Kasema ni sawa. Nikaanza kujuna mboga nikaweka kwa moto. Saa nikakaa huko tena, nikaanza kuria tu wakati nilikaa hivi, nikapata askari ngine walikuja na gari, wakingia hapa kaniuliza wapi huyo mzee? Nikawambia ko kwa parapara. Kaniambia ayuko kwa parapara, kumba aliwaona ali kakimbia. Kwa hiyo jirani kaingia kwa nyumba, sasa wakarudi, ninaendelea kukaa hapo, akatoka akaenda waka kwa moto inaita watoto wakakuja wakakipiga wakakura. Nikuwa na ng'ombe, nikatoa hiyo ng'ombe hapa nikachukua hapo jini, nikafunga huko kidogo hivi. Ilikuwa saa kumi na moja, kakuja. Wakati nilimuona ilikuwa hapo jikoni, nikatoka nikasimama hapa. Kakuja hivi, akaingia kwa nyumba, akafungua nyumba, akaingia akaniambia enda wite, wite makanyaga akuje anisike. Kwani makanyaga ni nani? Makanyaga ni askari, ama makanyaga ni bwanako? Kamwambia ondeli, siona ni ita ni ni kuja, alafu niendelee ni maisha, ni nini mbaya, sitaki eh. Mufa ikaanza kunyeza, nikaenda huko jini kwa chudi, tukakaa tukakaa, mufa ikaisha Akakaa hapo kwa nyumba wakati askari hawa wanaenda waliniachia wa, namba, wakaniambia akikuja utupigie simu kama anakuja kwa nyumba. Saa wakati alikuwa kwa nyumba nikapigia askari simu, niambia tuongoche, tuongoche, tunakuja, tunakuja. Saa moja inafika, hawakukuja. Sa, nikitoka nikiambia kijanangu wapili enda ulete ni mafuta. Uyu kijana akatoka na yeye akatoka kwa nyumba akaingia kwa jikoni akaniambia sniikuambia wenda kwa makanyaga nini apa. Nikamwambia onderi, usinipige tena, usinipige niache. Kumbe huyu wangu ni nani anampigia simu hiyo? Kijana alienda alienda siku hiyo, anaanza kunipiga, akakuja <coughs> tena akanisika, akanisika singo, akanipeleka huko huko. Kwa nini, kwa nini kwa huko. Akanisika singo, akanifuata, akanifuruta chini Kaanza kunipiga nikapiga nduru kidogo, hii fichu alikuja, watu wakasangilia, wakakuja wengi sana tena, na huyu kijana wangu akakuja, wanaanza kufanya nini? Kumusika, wacha kupiga mama, wacha kupiga mama. Sai akanifuata akaanza, nikaona watu wan... wakamsika tena, akatoroka akaenda, kaanza kuniita chaki, chaki ko wapi? Kamwambia niko hapa Aki, mnataka kunimaliza. Kamwambia hapana, wakuja tu wengine kuna panga nyumba. Na na wa hivi sasa nitafanya nini? Kamwambia kitu utafanya, twenda uripoti usikopi. Kaniambia siendi kenyanya, naenda Magena. Kamwambia sawa tukaenda nikaenda kwa ndugu yake iyu mkubwa, nikaita kichana yake, tunaenda na yeye na pikipiki. Tukafika Magena, tukapata askari yako, akamwambia ni nini? ondere namuchua mwambia, hapana, machambasi alikuja kwangu, alinipiga. Akaniambia peleka huyu mtu hospitali alafu murudise mpaka hapa. Kamurudisha, nikamuchukua Magena akatibiwa, kamurudisha kidogo kufika hivi <coughs> kwa nini askari akamuambia, wewe ni, ni mapusu yangu, ngia ndani na mama, rudi nyumbani. Kumbe hawa machifu wali walisikia hiyo ujumbe, walipiga ripoti huko kufika huko akasikwa kawekwa ndani kamalisa huko. Oh, wik, siku mbili nikaitwa Kenyaya, nikaenda huko. Kaniambia, tunataka uandike obi, kuna washaidi. Nikawambia ndio, mpaka huko tukaandika statement, tuka tukaenda mpaka huko. Kaniambia sisi hatuna mafuta ya kwenda kumchukua Magena, tupatie mafuta Kawapatia elfu moja, kanda huko wakamureta Kenyenya. Sawa, kaniambia enda nyumbani. Ikifika hapa, kakaa siku mbili tena, tukaitwa Kenyenya, naenda huko, tukaandika statement tena. Saa alichukuliwa akaenda kotini, kasomewa mastaka, kakataa akaambiwa kasi bili ya 10000 mapondi ya 20. akachukuliwa prison, kati alikaa prison <coughs> alianza kupiga simu chaki kucho nichukue, chaki kucho nichukue. <coughs> Imi mimi si, sina shida na wewe, niko na shida na kijana wako. Nikamwambia kama una shida na mimi, huyo kijana ni yangu, tafanyaje? Aki ya Mungu nimeacha Akaniita nikaenda huko mara mbili e, prison <laughs> kaja io mandugu zake wakakaa, ukaniambia nataka uende utwaire mzee wako mtu au murete sasa, mionekana mifanya nini, rekebisa tabia tabia na nasami Tambulisa ya sangu alichoma, nikaenda huko nikapatiwa abstract, nikaenda mwezi wa pili tarehe ishirini na tisa, nikamchukua nikamleta hapa akakaa akakaa kamalisa miezi kama tatu hivi, alikuwa vizuri, saa saa alikuwa mtu sa ikifika kifika ikifika mwezi wa ine akaanza vita kama ile ilanza. Umeongea vizuri, na pia tumepata ile shida yote yenye ilikuwa pale na vile ulikuwa unafanya, na sasa nataka kuuliza juu ya jama ambayo iliotokea jana. Sasa nataka ndio uzungumzie kabisa ile ambayo iliyotokea jana, mm. Na vile ulipata kugundua kwamba huu mkasa umetokea, sasa ndio nataka uzungumzie mm ilikaa hapo jikoni mufua ilinyeza, na yeye alikuwa huko uko kwa ile nyumba alikuwa na makastoma <coughs> mfua ikaisha kuja akaniita, kutoka hapo kuja uone makastoma. Nimetoka taka kwenda kurisha ng'ombe, kaingia kwa nyumba akafaa Ka, aka, buti akatoka, nikaenda kusugulikia customer kidogo ivi, akakuja tena akaingia kwa nyumba ameenda huko chikoni kanita akikuja. Nikastuka, ni nini mbaya? Nikaenda nikapata alikuwa amesimama hapo kwa sitting room, alikuwa na panga na kisha, nikastuka saa atanipiga. Kaona bana, akaniuliza Napigia kijana hako simu kamwambia mi hapana, ukampigia simu hapana, waja tu. Nikarudi ifi, akatoka naye akaenda kwa parapara para. Mimi sichui nini inaendelea, ina mimi nikaendelea na makustome. saa ni kidogo tu ifi nikasikia nduru <coughs> nikisikia nduru katoka kwa hiyo nyumba nikakacha. Nikasimama hapa nikasikia nduru. Judy akipiga nduru kutoka huko chini nikaenda huko. Ah uh ah -uh. Nikapiga nikakimbia nikafungua ile geti na simama huko. Nikapata huyu kijana simuoni, lakini ninaona huyu bwana alifanya hivi jini. Nikaanza ku kupiga nduru na Judy, na yeye anaendelea kupiga nduru. Ui ui. Kuja uone Fredi amekufa. Nikamwambia ni nini, fred amekufa. ni nini mbaya? ndeli anamdunga kisu. Kaanza kupiga nduru, nikienda huko, akiniona hivi, nikienda kupiga nduru, kachukua kisu, kiko damu nyingi sana tena. Akachukua panga akaanza kunikimbiza, ninataka na we, kumaliza wewe. Kakimbia k Ka, nikaingia nika, nika kwa hiyo chai nikakimbia tu kupiga nduru, nikaenda huko chini kupiga nduru. Nilipata mama mwingine, kaniambia chaki nini mbaya? Nikamwambia Fred amekufa, ndeli amemtunga ame kisho alikuja hivi. Nikafika nikapata mtoto wangu amekufa. Ni tu simwoni huyo mtoto aishi hapa hiyo siku ndiye alikuja. <laughs> Eh, serikali serikali, naomba serikali nipatie angisa samtoto yangu hata ni <laughs> mimi ni, nipatiwe nipatiwe nipatie haki yangu, nichukue nichue mimi nikaa kwangu ama ni nini? Ndi sawa, wengine wanapak